Mkakati wa taifa wa urejeshaji wa mandhari ya misitu Tanzania, kwa tuna mradi, lakini tuna mkakati, tunasema the National Forest Landscape Restoration Strategy. Lazima tuwe na mkakati. Mkakati huu ni katika kipindi cha 2023 hadi 2033, maana tunazungumzia miaka kumi. Uzinduzi wa mradi wa kuimarisha ustahimilivu bioanuwai ya misitu ya mazingira asilia dhidi ya athari za mabadiliko ya tabianchi ni jambo la msingi sana. Mradi unaotarajiwa kutekelezwa katika msitu hii ya hifadhi, niseme kwamba itatekelezwa katika misitu ya hifadhi ipatayo tisa katika mikoa mitano ambayo ni mkoa wa Pwani, asante na rasi leo umewakilisha wakuu wa mikoa wengine, ambayo ni mkoa wa Manyara ya Lindi, Ruvuma. TFS inaratibu utekelezaji wa malengo ya taifa ya kurejesha mandhari ya ardhi ya misitu kama ambavyo imeelezwa katika mkakati utakaozindua, ambapo nchi yetu imedhamiria kurejesha mandhari ya takriban hekta milioni 5.2 na kazi hiyo imeanza na inaenda vizuri. Tunategemea Mheshimiwa Waziri, katika kiwango hicho cha takriban hekta milioni tano nukta mbili sehemu yake hekta elfu ishirini na tano zitakuwa zinarejeshwa kwa upande wa Zanzibar, kwa upande wetu wa Zanzibar kupitia ofisi ya makamu wa kwanza ya rais, lakini vilevile kuna mpango wa kuirisha Zanzibar kijani ambao umetuma umeuzindua rasmi mwezi wa Agosti ishirini ishirini na nne lengo lake ni lile lile katika kurejesha uoto wa asili, lakini vile vile kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, salamu kutoka Zanzibar inasema kwamba tuko pamoja, kwa vile Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tu moja katika utekelezaji wa mkakati huu, lakini vile vile katika utekelezaji wa mradi huu.